Tasnia ya uokaji ni tasnia ambayo haizeeki, keki inaliwa vizazi hadi vizazi. Kwa hiyo kadri siku zinavyoenda, watu wakastaafu, wakazeeka, tukapata vizazi vingine nyuma, ninasaidia kukuza na kuendeleza tasnia hii. Kwa mara ya kwanza mkoa wa Morogoro tumefanya cake picnic. Changamoto tunayopata kama bakers keki watu hawaichukulii kama ni kitu kikubwa kwenye event. Unaweza ukakuta kama kwenye sherehe na nilio nyingine zikachukua pesa nyingi, lakini unakuta keki mtu ukimtajia kiasi cha pesa anasema mbona ni nyingi yani ambao wanaendelea zaidi kwa sababu wapo mazingira ya watu ambao wanaielewa ile kazi na wanafurahia na kuiheshimu. Ninachoiomba jamii yetu kwa sababu keki, ni wanaipenda, na sio kwamba hawaipendi, wanaipenda, ila tu ni wana ile kuichukulia kawaida. Kwa hiyo tunaomba waiheshimu tasnia yetu na keki pia waipe thamani, tunapoitaja bei itikie ili watusaidie na sisi katika ukuaji kiuchumi katika tasnia hii. na, na umri wa miaka kumi na nimemwona mama akiwa anapika keki nilisi furaha na mimi nilikuwa nataka nipike keki, kwa sababu nataka kuwa beka. Nashauri watoto wenzangu wapike keki, kwa sababu ni kitu kizuri sana. Mtoto wangu alikuwa akiniona mimi nikipamba keki alikuwa ananikera Anakuja anachukua buttercream, anachukua keki nazo pika saa sasa zingine, nimetoka nakuta amepamba, nikaa nagombana naye kila siku, acha, unanitia hasara, ondoka. Nagombana naye sasa kila siku ananikera. Mwisho wa siku nikawa acha, nikamwamua ni mwache afanye. Kwa mimi nikipamba naye anachukua ananiigiza, ninapofanya na yeye anafanya, na basi mpaka akafikia stage, aka akaweza akaw, na kaanauza hmm. Anapamba hivyo kama alivyoleta leo, anaweka dukani anauza. Kwa hiyo nawashauri wazazi wenzangu, kama mtoto anapenda kitu, tusimkataze, tusimzuie, tumpe fursa, kwa sababu hatujui maisha mbele. Kweli watoto wanasoma, lakini hatujui hatima zao mbele, kwa tuwashike mkono, tuwasapoti kwa sababu inaweza kaja kuwa ndo maisha yake, ndo fursa yake, ndo ni kipaji ambacho alichojaliwa kikamwezesha katika maisha yake ya baadaye. Kwa upande wangu mimi mtoto wangu nilipenda asome aje kuajiliwa kazi nzuri, lakini kwa hiki ambacho namuona kusoma kweli anajitahidi, lakini kwa hiki ambacho naona mwenyewe anakipenda, nimeamua nimshike mkono basi. Mwenyezi Mungu ndo anajua nini mbele atakachokifanya. Changamoto yenu <tutu> kubwa ya upatikanaji wa hii na ukumbuke kuwapo yaani, kupata sukari hii haihitaji kibali cha Sugar Board.